Mwenye alisema ameenda, lakini wewe nini kinafanya kazi? Nguvu ya upendo, nguvu ya nini? Ya upendo. Nguvu ya upendo, maana upendo unamvuta, upendo unavutia, ndio maana Biblia inasema Bwana anawapenda wale wafanyao nini? Anawapenda wapenda wale wafanyao nini? Haleluya! Na wakati kuna mapenzi

Umewahi hata kufanya kitu kwako kwa ajili ya Mungu? Labda ulikuwa ufanye kitu fulani, ulikuwa uende shambani, lakini ukaamua kwa sababu ya muwao mwenye nabee. Leo na mgono ulikuwa ufanye kitu fulani, lakini kwa sababu yake, bwana asifiwe. Hapa ni kwa, wow, voilà, kwa Amerika, si ndio Ulikuwa ununue kitu fulani na ukaangalia kwa nyumba hakuna sukari, na ulikuwa ee, ukanunue nguo na sukari hakuna, lakini atakupigia akawambia, nakuja, ukasema afadhali isilimu ya nguo.

Haleluya yeah. Maana ni mpenzi wa moyo wako yeah. Aleluya yeah. So, wakati Biblia inasema maombi ya mwenye haki ni manukato mbele za Mungu, ni manukato hii inamaanisha nini? Mwenye haki akianza kuomba, Mungu akaanza kuchunguliwa na upendo mbinguni, upendo unaanza kumusukua akiwa mbinguni, maana kuna mtu mwenye haki anaomba, upendo unaanza

Kama watu wanarefuka eh, nakwambia eh? wewe unapendeza, unasikia ni kama viatu zinaanza kupaa hivi eh? nini hicho Bwana sifiwe! Nakwambia wewe, hakuna mwingine kama wewe. Oo, unajiona wewe ni kama umepanda juu ya watu wengine, ni kwa sababu gani? kuna hisia, kuna madhara. Haleluya! So, so ni wakati kuna hisia za wake kati ya Mungu na mwanadamu, wakati ukisema ni Mungu akiwa mbinguni anasikia hewa, ukisema unastahili kuwaabudu vikuu vya kisia, maana kuna mvuto, maana kuna mvuto, maana kuna hisia inawaka, maana kuna upendo unavuta, ukisema

Ukisikia kwenye sauti tu, ukisikia kwenye sauti tu, unasikia kwenye, unasikia vipi? Hei, anda yako kuna ushirika musuku, kuna mufuto. So ukisikia mtu yote anasema you are holy, mapenzi yako ina isa. Oh my God. Hiyo affection yako na Mungu hiyo ushirika wako na Mungu unaanza kuwaka moto sasa, unaanza kusikia ye You are holy because He is the holy, maana yeye ndiyo anamiliki moyo wako, maana yeye ndiyo anatawala moyo wako. Watu wengi wadalie ibatari wamekauka kwa sababu bado wako single. Wewe si unaona mwenyewe nimepangwa vizuri? Ah, si unaona nimepangwa vizuri? Unaona kama kuna faraja sana kwenye wewe. Bwana asijue. Unaona kama kuna faraja sana? Kwa nini? Yeye bado yuko single. Bwana asijue juu. Atakwenda kutoka kumwambia iko. Hii kifungo rudisha hivi. Bwana asijue. Na hiki hapo umevaa, afikiani toa. Ajapata mtu akupata, unaona hii na hii zinaingiana. Haleluya, yeah. na kwa sababu ajuiaaalejinangolaki na wengi zote changana, bora amevaa, bora amefunika, mtu anatembea. Bora asifiwe, yeah. Kwa sababu gani? Yuko siko, yuko nini? yeah. Yuko, yeah. Watu wengi makanisani, unajua shida yako, umeanza kufikiria mambo mengine. Bwana asifiwe, yeah. mimi nitokile baya sana Watu wengine makanisani bado wakosiu, hawajapatana na mpenzi, hawajapatana na Yesu, akama mpenzi wao. Yaani Yesu watuma mpenzi, anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na nini? Maana ukipata mpenzi umepata mtu wa kukutunza, umepata mtu wa kukuita, umepata mtu wa kukurekebisha, umepata mtu wa kukuongoza

Shila anakuachilia kabisa, unapenda maana, anajua ukisema tu amen, wewe na kopa ni Yesu na Bwana, anajua ukisema amen, unarudi kwa mume wa mtu. Anajua umezama kabisa, masaa mawili, lakini kitenge ni ya mume wa mtu, nywele ni ya mume wa mtu, kiatu ni ya mume wa mtu. Lakini maoni masaa mawili, umepiga kupiga mpande, nabidi tukunyamazishe Imeisha, lakini ukitoka oh, kuna kitu nimesikia, kuna kitu nimesikia. Ndio maana nikawambia watoto wangu, kama unawezana kuandika, kuna vitu nikipata hizi vitu kuzipata tena, hasijaandikwa mali i ituanafuria tu, kuna kitu nimesikia. Ufufuo ni wakati unashindwa kuyarundia maisha yako ya zamani. Yeah. Life. ni wakati hauna nguvu ya kurudi kwa maisha yako ya zamani tena. O, oh my God! Oh, haleluya ni wakati ile kiu ilikuwa inakutawala wewe, Shekema. Ni wakati kiu ilikuwa imekutawala, hawezi ukarudia tena. Sio kwamba pombe sio tamu, sio kwamba pombe sio tamu, sio kwamba maji sio tamu, sio kwamba udeni sio tamu, sio kwamba majirani, sio kwamba wanawake wako, wazuri wako bado wazuri, lakini hakuna nguvu tena ya kurudi huko. ile siku ufufuo utatendeka kwako. Nimesikia kitu ingine, ufufuo ni wakati hata wewe mwenyewe hauwezi ukajieleza, hata mimi mwenyewe uwezi ukajieleza, hata ujui shida yako ni nini. Wakati mmoja huwa tunakaa chini na mke wangu, maana ananijua historia yangu Alikwe mbali na kwa historia yangu, tunakaa chini ya mzee. Ndugu anasifu, ndugu alikuwa anachanganya, alikuwa anachanganya wanawake waine kwa siku. Sasa imemaliza mwezi hakuna salamu. Mwenye anaelewa anaelewa sori yake. Nimemaliza mwezi hakuna salamu. Tunaangaliana mpaka tunacheka. <laughs> Ni nini kilitendeka? Ni nini kilitendeka? Ni, ni, oh my God. Ni wakati Yesu aliingia halizima. Oh. Wakati Yesu aliingia aliuzima huo moto. Wakati Yesu aliingia alisema huo moto uzima. Jambazi sugu akamatiki, aambiliki, hakuna akuna maumivu yanamtisha alipokutana na Yesu. Jambazi, oh my God, jambazi alipokutana na Yesu, Yesu akasema hiyo. yeah, yeah. yeah. Yesu akasema akasema, yeah. yeah. hiyo kitu hiyo kitu kitu na iliposema, esemu, Paulo anasema hakuna kitu kinaweza kunitenganisha na upendo wa Oh my God, Bwana, nonga nini kimetendeka? Yeah. Ufufio kesho naendelea. Oh my God, natamani kuna Mungu.